Yes, kwa jina mimi naitwa ndugu Mcharo, Mcharo B Mcharo uh, ni mkurugenzi wa kampuni inaitwa Mcharo Entertainment Company Limited ambayo uh, makao makuu yake ni mkoa wa Geita katika uh, halmashauri ya manispaa ya Geita. Tupo uh, kwenye jengo la Fatima Shopping Center gorofa ya pili. Uh, kampuni yetu rasmi imeanza mwaka elfu mbili na saba e, lakini usajili tumepata usajili kwa maana ya Brela e, mwaka elfu mbili na kumi na sita Kwa hiyo kwa maana e, ya shughuli zetu maanake mpaka sasa tuna miaka kumi na nane kwa maana ya kuanza shughuli zetu, lakini kwa maana ya usajili maanake tuna miaka tisa mpaka sasa. Kwa hiyo tuna uzoefu wa kutosha kwenye shughuli zetu. Shughuli zetu kwa msingi msingi, mkuu wa shughuli zetu ni ukodishaji wa vifaa vya muziki e, lakini ndani yake kuna tunafanya matangazo yale ya barabarani kwao. Tulianza e, kwa kukodisha vifaa vya muziki kwenye matukio mbalimbali mbali, kwa maana kwenye sherehe e, sherehe ziko mbalimbali mbali. E, sherehe ziko sherehe za harusi kuna birthday party kwa maana sherehe za siku za kuzaliwa, e, kuna kipaimara e, watu wengine wanakuwa na sherehe zao za nyumbani. Sisi huko kanda ya Ziwa kuna sherehe zingine zinaitwa za Bukombe. Kwa hiyo tuna sherehe nyingi sana ambazo, e, katika mkoa wetu wa Geita na manispaa hii tuna tunazifanya kupitia vifaa vya muziki. Kwa hiyo tulianza kwa, kwa shughuli hizi za kukodisha vifaa vya muziki zaidi lakini baadaye eh, kadiri siku zilivyokuwa zinakwenda tukawa tunafanya matangazo ya barabarani eh, lakini pia siku ambazo zilikuwa zikienda tukawa tunafanya na mikutano mikubwa ya hadhara. Kwa hiyo kwa jinsi ambavyo tulivyokuwa tukikua, tukafika wakati tukawa na majukwaa eh, tukawa tunakodisha majukwaa eh, kukawa na uhaba kidogo katika maeneo yetu, kwa hiyo tukaamua kuwekeza kwenye majukwaa kwa ajili ya mikutano ile ya hadhara e, lakini pia matamasha mbalimbali mbali kwa wasanii, e, mikutano ipo ya kisiasa, ipo mikutano ya kidini. Kwa hiyo majukwaa yanatumika kwa ajili ya matukio mbalimbali mbali. Lakini tukaenda mbele zaidi tukaangalia fursa katika e, mkoa wetu wa Geita tukawa na tukaona kwamba kuna uhitaji wa hizi zinaitwa LED screen. Kwa hiyo pia tumewekeza kwenye hiyo. Sasa hivi tuna LED screen. Hizi LED screens zina matumizi mbalimbali mbali. E, unaweza mkafanya presentation lakini pia kama background decoration pia inatumika e. kwa hiyo ina matumizi mengi sana e, na mara kadhaa tumekuwa tuki tukionyesha e, display mbalimbali, kwa mfano katika mechi zile za kubwa kubwa za vigogo wa soka hapa nchini eh, kwa maana ya Simba na Yanga tumekuwa tukionyesha hiyo eh, mi, michezo kwa wananchi wa Geita. Yote ilikuwa ni katika kurudisha tu ile shukrani kwa Wanageita, kwa hiyo walikuwa hawalipi. kwa hiyo ilikuwa ni free, wakawa na watu wanakuja, tuna, tuna, tuna wana tunawalika wanaangalia, basi angalau ni namna mojawapo ya kuwapa eh, burudani. E, wakazi wa manispaa ya mji wa Geita. Kwa hiyo tumekuwa tukiendelea kuboresha shughuli zetu siku kwa siku kwa kadi ambavyo tunavyopata e, nguvu, lakini kupitia shughuli zetu pia imefika mahala kwamba hata vijana nao pia wananufaika kwa namna moja au nyingine. kuna, kuna ma DJ, wana, wanaendelea ku kuboresha na wao shughuli zao, kwa hiyo angalau kidogo nao wanapata wanapata e, vipato kupitia kupitia shughuli hizi za ambazo tulizo nazo kwenye kampuni yetu ya Mcharo Entertainment. Kwa ujumla kazi hizi e, mimi nilizianza wakati nilikuwa kijana. Kwa hiyo wakati naishi Dar es Salaam nimekuwa nikifanya shughuli za za ushereheshaji katika maeneo tofauti tofauti. Kwa hiyo e, kule tulikuwa nilikuwa na, na, Uh, nilikuwa sina hiyo nguvu ya kuwa na vifaa vya, vya muziki. Kwa hiyo nilichokifanya eh, kule tulikuwa tuna unapata kazi unaenda, una kodi kwa watu, na hatimaye unafanya kazi za kama ni za kusherehesha. Kwa hiyo baada ya kufika maeneo ya huku, na kilichonileta huku mimi ilikuwa ni ajira. Kwa hiyo nilikuwa mwajiriwa wa kampuni ya mgodi wa dhahabu wa Geita kwa hiyo yenyewe ilifika mahala nika, nika, nika, nika nikaona kwamba ni niachane na ajira e. kwenye ajira hii niliingia elfu mbili na nne. Kwa hiyo elfu mbili na kumi na tatu nikaamua kuacha, kuacha ajira. Kwa hiyo nikaamua sasa ni, ni, niwekeze zaidi kwenye kwenye hizi shughuli. Kwa hiyo e, kwa sababu nilikuwa tayari na hizo shughuli, kwa hiyo nilikuwa tayari nina E, hizo kazi za za UMC na mambo ya mziki alikuwa anaendana, kwa hiyo nikaamua sasa, nikaona hii ni fursa ngoja. Ni ni kipindi hicho, kwa mji wetu wa Geita, tulikuwa na e, mtoa huduma mmoja kwa hapa. Kwa wakati huo, kwa kweli naye alikuwa na nguvu sana yani, hakuna kazi ambayo unaweza ukaipata e, bila bila bila bila huyo. Ni mzee wangu anaitwa Mzenda, kama ni rafiki yangu sana na tumeshauriana naye mambo mengi kwa hiyo kwa wakati huo hali ilikuwa namna hiyo, kulikuwa hakuna uwezekano wa mtu kuingia kwenye hilo soko, kwa sababu soko tayari alikuwa amesha ameshalisoma. Kwenye mbinu za kibiashara, unasoma uh, udhaifu wa wa mwenzako yani, yule ambaye sasa yuko kwenye biashara kwamba yeye sasa ana udhaifu gani? Kwa hiyo baada ya kugundua baadhi ya maudhaifu ya ya, ya aliyepo, ambaye yalikuwepo kwenye soko na sisi ndio tukaona sasa, hebu ngoja tu, tutumie fursa hii. Kile ambacho yeye hana basi sisi tuwe nacho. Kwa hiyo tukaenda katika mfumo huo taratibu, e, mwisho wa siku, ana, wa siku soko likatuelewa, kwa maana wakazi wa wa hapa Geita wakawa waka wametuelewa, na ndio mahali ambapo ikafika mara, tuka, tuko, tuko kwenye piki sasa. Kwenye biashara kuna changamoto kidogo e, biashara hizi biashara yoyote ile Uh, wakati unaanza unaweza ukawa uka unatumia nguvu baadaye, sasa wateja akakukubali soko likawa liko kwenye kwenye hatua fulani nzuri, changamoto kubwa ni namna ya kuweza kulishikilia hilo soko, kwamba mwendelezo wake, kwamba utaliendeleza vipi hilo soko. Kwa hiyo hicho, uh, ndio kitu ambacho sasa hivi tunapigana nacho, uh, mimi pamoja na, na wenzangu ambao tunafanya nao kazi uh, namna gani ya kuweza kumenteni soko namna gani wateja wetu wanaweza kuendelea kutuamini ili kwamba tuendelee kusogea mbele na kwenye soko. Maanake ni kwamba wapo watu wengi ambao naamini wanatamani kuingia kwenye kwenye kwenye soko. Kwa hiyo sasa, wewe ambaye uko pale juu, maanake lazima ufiki na wao na, na, ambao wanaokuja, maanake wanaangalia na wewe maudhaifu yako pale juu kwamba maudhaifu yako ni nini. Kwa hiyo manake natakiwa wewe ufike mahala wewe unajitathmini, eh, kila mwaka unajitathmini kwamba na kujitathmini mojawapo ni kuongea na wateja pia. Unaongea na wateja eh, unawasikiliza maoni yao kwamba una na kila wanachokihitaji hakikisha unakifanya. Kwa hiyo ndio moja kati ya vitu ambavyo vinaweza kukusaidia uka ukasonga mbele zaidi na kuendelea kukamata soko. Kwa changamoto kubwa sana kwa kweli ni namna ya kuweza kubaki pale ulipo na kuendelea mbele zaidi. Kwa hiyo hilo ndio changamoto, lakini kwa ujumla mpaka sasa naamini kwamba tunaenda vizuri. Kwa mawasiliano, mawasiliano yetu kwanza, namna ambavyo tunavyopatikana, e, sisi tunapatikana Geita mjini, e, manispaa ya Geita kuna jengo la Roman Catholic e, linaitwa Fatima Shopping Center Katikati kabisa ya mji wa Geita, ghorofa ya pili, kwa ukifika hapo utaona mabango yetu Mcharo Entertainment, au kimuuliza yoyote, basi una unafika hapa ndio makao makuu yetu, lakini pia mawasiliano mengine labda ni eh, kwenye mitandao ya kijamii tunapatikana Instagram, eh, Facebook ukiandika Mcharo underscore entertainment tunapatikana huko eh, lakini namba za simu ni 0767 Hamsini na tisa, sabini na moja arobaini na moja. Namba nyingine ni sifuri saba moja tatu hamsini na tisa sabini na moja arobaini na moja, lakini namba zingine tena za mkurugenzi mwingine ni sifuri saba sita saba sita tatu tatu saba nne tatu. Kwa hiyo hizo zote ni namba za simu zinapatikana wakati wote e, iwe usiku hiyo mchana, basi sisi tunapatikana lakini pia kwa WhatsApp pia tunapatikana, nataka kutumia WhatsApp. Huduma zinapatikana kwa wakati wowote, eh kwa wateja wetu. Upande wa gharama ni maelewano, kulingana na kazi ya mtu, kwa sababu kazi zinakuja tofauti tofauti. Kwa hiyo huwa ni maelewano. Kazi ndogo, za kati, kubwa, zote tunafanya. Kwa hiyo wateja tunawakaribisha. Mcharo Entertainment tunapatikana Geita, lakini pia tunaenda kufanya kazi mpaka nje ya mkoa wetu wa Geita tumefanya kazi maeneo ya Musoma, eh, Shinyanga, Kahama, Tabora, eh, kanda yote ya ziwa kama Kagera, kote huko tuna tuna tunaenda kwa sababu tuna vyombo vya usafiri na vifaa vya kutosha kwa ajili ya kuweza kufanya hizo kazi. Tunawakaribisha sana.